Ndio maana siwaelewage wasanii wenu. Bila nyinyi wale ni nani? Ni nani wale? Leo mnapigwa risasi, mnakufa, wale wasanii wenu wanaposti video nyimbo zao kama kawaida, wanatoa tu matamko ya kipumbavu kama nimewakwaza samani, kama umewakwaza samani. Watu wamezika ndugu, marafiki Can you imagine kama Alikiba, Diamond Platinum wangesimama miezi iliyopita wakasema, Watanzania tupambane, tunaonewa, Watanzania tupambane, huu uchaguzi sio. Kwa nini huyu anafunga watu wengine wasipambanio? Urahisi kwa nini awagombe kina Diamond? Imagine kina Diamond kina Zuchu kina Alikiba kina Harmonize Hey, kina Mario hey, kina Nandi kina kina Bill Nass kina wapumbavu wengine wote wale si wa, wala wasanii amalamata hey, imagine walo wote wangesimama wangesema Tanzania tusikubali a few moments later. Watanzania. Sasa nikuwa nataka kuarifu kuwa kesho na kesho kutwa uh, Yani wasanii wenu wakubwa wote mnawajua, wamelipwa, unaambiwa mamilioni kwa mamilioni. Kesho na kesho kutwa wanakuja kuflood social media na message za hakuna maandamano kesho na kesho kutwa wasanii wote kesho na kesho kutwa wana flag alafu wakisha flag, social media ndio mitandao inazimwa. Kwa hiyo message ya mwisho kwa Tanzania, yani ile trending ya mwisho kwenye social media itakuwa ni hawa wasanii wao wakubwa kusema hakuna maandamano, hakuna watu kuandamana, tuna tiki swini nini nini sasa wito wangu kwenu wa Tanzania, msiwape trending hao Msiriposti hata kama mnataka kuwatukana kina sativa kina nani, msiwaposti yani, just yani acheni wapostiwe wa huko kwenye peji za kina Millard, hizo peji si za umbea ambazo wamezilipia wapostiwa huko. Nyinyi wananchi, hata kama mnataka kuwatukana msi yani, hata mkiweza hizo post zinazo waposti jaribuni msi engage, msi engage, yani msizitwendishe yani ziacheni ziishie huko.